Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Habari za mchana, karibuni sana Idara ya Habari Maelezo. Leo tutakuwa na Tume ya Taifa ya Mipango. Tume ya Taifa ya Mipango, tupo na Dr Fred Msemwa, katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango. Tupo na Dr Musali Milanzi, naibu katibu mtendaji mipango ya Taifa. Tupo na Angela Shayo, mkurugenzi mipango ya Taifa. Uh, karibuni sana, karibu Habari ya chana, asanteni sana. Nimefurahi sana kupata nafasi hii tena kuja kuongea na ninyi, lakini kupitia kwenu kuweza kuongea na wananchi wote e, kuhusu masuala kadhaa lakini zaidi ni kuhusu maendeleo ya maandalizi ya utekelezaji wa dira elfu mbili na hamsini yaani dira yetu ya maendeleo. E, niseme kwamba Tume ya Taifa ya Mipango inayo furaha kubwa na heshima na wajibu wa kuwaarifu wananchi juu ya maendeleo ya maandalizi ya utekelezaji wa dira 2050. Kama mnavyokumbuka, eh, dira 2050 ilizinduliwa mwaka jana, ambapo maelfu ya wananchi walishuhudia wakiongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na huko Watanzania wengine wakifuatilia katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kupitia ushiriki huo wa Tanzania e, tunaona ni muhimu kuendelea ku, kuwapasha habari juu ya kinachoendelea kuhusu ile dira iliyokuwa imezinduliwa na Dira ile iliyozinduliwa, mtakumbuka kwamba ilikuwa na lengo kubwa la kuitoa nchi yetu katika hali ya uchumi wa kati ngazi ya chini, kuipeleka katika uchumi wa kati ngazi ya juu, ambapo malengo yetu ni kufikia uwezo ambapo kila Mtanzania atakuwa na kipato cha angalau dola za Kimarekani elfu saba wa mwaka. Kwa hiyo ni malengo makubwa lakini yanatekelezeka na ni ndoto yetu sisi sote kama Watanzania. Kwa hiyo, baada ya uzinduzi wa, wa dira ile kilichofuata, e, Tume ya Taifa ya Mipango, katika kuendelea na maandalizi ya utekelezaji wa dira imeandaa mipango mingine mitatu ambayo sisi tunaita ni nyenzo za utekelezaji wa dira 2050. Hizi nyenzo kubwa tatu ambazo zimeandaliwa, zimeshajadiliwa katika ngazi mbalimbali mbali za serikali na kukubalika, na siku ya kesho zitawasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya wabunge kuzipokea, kuzijadili na hatimaye kufanya uamuzi juu ya mipango hiyo ambazo ni nyenzo kuu tatu za utekelezaji wa dira. Kama mnavyofahamu, jambo hili linasimamiwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inalitaka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujadili kuhusu mipango ya nchi. Kwa hiyo, hizi nyaraka tatu ambazo ni nyenzo kuu tatu zinajadiliwa kwa mujibu wa katiba na bunge lina kazi hiyo ya kujadili na hatimaye kufanya uamuzi. Sasa, nyenzo hizi tatu ambazo zimeandaliwa, nyenzo ya kwanza inaitwa mpango elekezi wa muda mrefu. Huo muda mrefu ni miaka ishirini na tano. Mpango elekezi wa muda mrefu miaka ishirini na tano na utaanza mwaka huu wa ishirini ishirini na sita ishirini na saba, huu mpango elekezi utaisha mwaka ishirini hamsini hamsini na moja. Kwa hiyo ni kipindi cha miaka ishirini na tano ambayo mpango huu elekezi utatekelezwa. Nyenzo ya pili iliyoandaliwa inatokana na mpango huu elekezi. Huu mpango elekezi wa miaka 25 umegawanywa katika vipindi vitano vitano vya miaka mitano mitano ambapo mpango wa kwanza, yani, mwaka 2026 hadi 20, 30, 31 uko tayari umeandaliwa na uko tayari kuwasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mpango huu utawasilishwa pia siku ya kesho. Mpango au nyaraka ya tatu itakayowasilishwa kesho katika bunge letu inaitwa mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa mwaka elfu mbili ishirini na sita elfu mbili na ishirini na saba Kama mnavyoona mna tunavyokwenda na hii mipango tumeanza na mpango wa miaka ishirini na tano Ule mpango wa miaka ishirini na tano tumechukua mpango wa miaka mitano ule wa awali, na kutoka kwenye mpango ule wa miaka ishirini na tano tumechukua mpango wa mwaka mmoja unaoanza. Kwa hiyo hizi nyenzo tatu kwa pamoja zitawasilishwa kesho katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kujadiliwa na hatimaye bunge kufikia uamuzi, kwa maana ya kuridhia, ili nyenzo hizi sasa zitumike katika kutekeleza dira. Na kama tunavyofahamu, utekelezaji wa dira 2050 utaanza mwaka huu, Julai, mwezi Julai tarehe moja, 2026. Kwa hiyo haya ni maandalizi na ni maandalizi ya mwisho kuelekea kuanza kwa utekelezaji wa dira. Sambamba na nyenzo hizi tatu, Tume ya Taifa ya Mipango kwa kuzingatia uzoefu tulioupata katika utekelezaji wa dira iliyopita, Tumeandaa mwongozo na huu mwongozo unahusu upangaji wa mipango ya maendeleo, na huu mwongozo hautaenda bungeni kwa sababu ni mwongozo kwa ajili ya utekelezaji au namna ya kupanga mipango, na lengo lake ni kuziongoza taasisi zetu zote, kwa maana ya mashirika ya umma, halmashauri za serikali za mitaa, manispaa zetu pamoja na majiji, idara zinazojitegemea, wakala za serikali na taasisi zote za serikali, ikiwa ni pamoja na wizara zetu na kila anayehusika na utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo, kupitia mwongozo wa upangaji wa mipango ya maendeleo, taasisi hizi zitapata mwongozo wa namna ya kupanga mipango hiyo kwa lengo la kwenda kulingana na matakwa na matarajio ya Dira ishirini na hamsini. Sasa katika kuandaa na kuwaweka e, wenzetu walioko katika taasisi wizara, idara zinazojitegemea yeah na kadhalika, tayari tumeshakutana na taasisi hizi zote kupitia uwakilishi kutoka katika kila taasisi. Tumesha kutana, yeah, na wataalamu wa uchumi au wakuu wa idara za uchumi za halmashauri zetu zote 184 zilizopo nchini. Tumekutana na wasaidizi wa makatibu tawala wa mikoa yetu yote 26 iliyopo nchini. Tumeshakutana na mashirika ya umma kupitia ofisi ya msajili, msajili wa hazina, na tumekutana na wakurugenzi wa sera wa wizara zote kwa lengo la ku, ku, kufahamishana au kujadili na kuwa na uelewa wa pamoja juu ya nini hasa kinatakiwa wakati wa kupanga mipango ya maendeleo ya taifa, vitu gani vizingatiwe na vitu gani viwekewe mkazo, ili tusiache hata kitu kimoja ambacho kinatamkwa katika dira, lakini kisionekane katika mipango yetu ambayo inafanywa na hizi taasisi. Kwa hiyo eh, hadi hapo tunakuwa tuko pamoja, kwa sababu tunakwenda hatua kwa hatua na hii inatupa uhakika wa kuhakikisha kwamba dira hii inatekelezwa kikamilifu, ili kufikia malengo yaliyowekwa katika dira na kufikia malengo na matarajio ya wananchi. Kwa, kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo E, Tume ya Taifa ya Mipango iliona ni muhimu tuweze kufahamisha umma na kupitia kwenu e, tuwafahamishe wananchi wenzetu wote wajue kinachoendelea katika maandalizi ya kutekeleza dira. Jambo la pili ambalo pia ni muhimu ni kwamba kwa nini sasa tu, tuwe na umuhimu wa kuwataarifu wananchi juu ya maendeleo ya maandalizi ya utekelezaji wa dira, kuna umuhimu gani? Kuna mambo makuu matatu ambayo ni muhimu sana, na ndio haya yanayosababisha tuendelee kutoa taarifa katika kila hatua tunayofikia katika maandalizi ya utekelezaji wa dira. Jambo la kwanza, mtakumbuka kwamba dira ishirini na hamsini ilikuwa ni dira shirikishi. Wananchi wameshiriki, wananchi moja moja, vikundi, taasisi zisizo za kiserikali, kwa maana ya NGOs, taasisi za dini, sekta binafsi na kadhalika. Kwa hiyo ushiriki ulikuwa mkubwa, na kupitia maoni hayo dira hii ya ishirini na hamsini imechukua maoni ya wananchi kama yalivyowasilishwa, na kupitia maoni hayo Dira ishirini na hamsini inakuwa imebeba matumaini ya wananchi. Kwa hiyo ile ukweli kwamba Dira ishirini na hamsini imebeba matumaini ya wananchi inatufanya sisi tuendelee kutoa taarifa kila mara na kuhakikisha kila mwananchi ana taarifa za kutosha kuhusu kinachoendelea kuhusu utekelezaji wa hiyo dira. Kwa hiyo, hilo ni ni jambo la kwanza, kwamba tunaendelea kuwashirikisha wananchi kwa sababu tunafahamu kwamba dira 2050 imebeba matumaini ya wananchi na wana haki ya kujua kinachoendelea na kufuatilia kila hatua ya maandalizi kuelekea utekelezaji wa dira mwaka huu mwezi Julai jambo la pili ni kwamba wasilishaji wa nyaraka hizi tatu nilizozitaja mpango elekezi wa muda mrefu yaani miaka 25 mpango wa maendeleo wa miaka mitano pamoja na mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa mwaka 2026 2027 hivi vitu vitatu huwa ni nadra sana kuwasilishwa kwa pamoja, na tukio litakalofanyika siku ya kesho litafanyika tena baada ya miaka ishirini na tano ijayo. Kwa hiyo ni muhimu kuwashirikisha wananchi wenzetu, kwa sababu ni kitu kikubwa kinachotokea na kitatokea baada ya miaka ishirini na tano. Kwa hiyo kupitia ninyi tunawasisitiza wananchi wenzetu waweze kufuatilia jambo hili muhimu sana kwa nchi yetu na muhimu kwa kila mtu mdogo, mtoto mdogo, sisi watu wazima, na watanzania wa rika zote wana haki na umuhimu wa kufuatilia haya yanayoendelea, eh, katika maandalizi ya dira. Jambo la tatu ambalo linatufanya tuendelee kuwa pamoja katika kila hatua ni msisitizo uliopo katika Dira ishirini na hamsini. Kama tunavyofahamu, Dira ishirini na hamsini inasisitiza au ina kauli mbiu ambayo inasema ustawi wa pamoja. Ustawi wa pamoja, maana yake ni kwamba hatutaki kumwacha Mtanzania yoyote hata mmoja abaki nyuma katika kunufaika au kupata maendeleo ambayo yatatokana na fursa zitakazotengenezwa kutokana na utekelezaji wa dira. Kwa hiyo lengo mojawapo la kutoa taarifa hii ni kuendelea kuwa pamoja kama taifa kama ambavyo tumeshiriki katika kuiandaa na kuiandika dira hiyo, kuitolea maoni mpaka ikapatikana, vivyo hivyo tunaendelea kupashana habari juu ya kila hatua inayoendelea tukiongozwa, tukiongozwa na kauli mbiu ya dira inayosema ustawi wa pamoja. Kwa hiyo katika mchakato huu watanzania wa rika zote, watoto, watu wazima, watanzania wenye kipato kikubwa na wenye kipato cha kawaida, watanzania wasio na changamoto yoyote ya kimwili na watanzania wenzetu ambao ni wana ulemavu wa aina fulani, watanzania wote, wasomi na wenye elimu ya kawaida, hawa wote, kulingana na malengo ya dira yetu, tunatakiwa tustawi kwa pamoja. Kwa hiyo tutakwenda pamoja hatua kwa hatua, kila mtanzania awe na taarifa zinazotosheleza yeye kuweza kuchukua uamuzi au maamuzi yeye kama mtanzania moja moja, kama taasisi, kama kikundi, kama kampuni au katika hali yoyote itakayokuwepo ili kuweza kwenda pamoja na taifa letu kadri litakavyokuwa linapiga hatua kuelekea mwaka 2050 Kwa hiyo kwa kifupi, nimeongea juu ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni zile nyenzo tatu ambazo zimeandaliwa na zinawasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya kesho, na zitawasilishwa na serikali kupitia Wizara ya Mipango na Uwekezaji inayoongozwa na Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Alexander Mkumbo atawasilisha mawasilisho haya matatu tayari kwa bunge kuyapokea kuyajadili na baadaye kuyafanyia uamuzi. Hilo jambo la kwanza na jambo la mwisho, nimetaja sababu kwa nini kupitia ninyi Watanzania wanatakiwa wafahamu kinachoendelea kuhusu maandalizi ya utekelezaji wa dira ishirini na hamsini, kwamba tunataka kuwashirikisha katika hatua zote, kwamba hili ni jambo la kihistoria tunataka kila mtu ajue, na tatu, tunataka kila mtu astawi na tusiache mtanzania hata mmoja, wakati tukiendelea au tutakapoanza utekelezaji wa dira 2050 baada ya kusema haya, eh, niwashukuru sana. Huu ndio ujumbe wetu kutoka Tume ya Taifa ya Mipango, ambao tulipenda Watanzania wenzetu wa ufahamu kupitia ninyi. Asanteni sana. Dkt. Fred asante sana kwa wasilisho. Sasa kwa sababu ya muda, tutakuwa tumefikia mwisho kwa sehemu ya kwanza. Tutasubiri press ya waziri wa uchukuzi. Asanteni sana.